tunaanza darsa yetu mpya ya balagha ya kitabu chetu hiki Mabadiu Ilmu Albalagha Aljuzu Lawal. Hii na juzuu mbili, juzuu ya kwanza na juzuu ya pili, maana tutakapoimaliza hii juzuu ya kwanza tangia juzuu ya pili, na kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa taala akituwafikisha lengo tukimalize kabla ya kuisha muhula huu, ili tunapokuja muhula wa pili tuingie juzuu ya pili kadri ya vile ambavyo tutakopata wasaa amoja. Na kama nilivyoeleza kwamba balagha inafungamana na muktadha lhal, inafungamana na nini? Muktadha lhal tukisema muktadha lhal kwamba ni yunasibu shakhsa fungamana na mtu unazungumza na mtu. Wa sampuli gani unaesemezana naye? Je, ana akili au hana akili? Mtoto mdogo au sio mtoto mdogo? Kama nilivyoeleza kwamba kuna maneno ambayo unaweza kuzungumza na mtoto mdogo, hauwezi ukazungumza na mkubwa mzima. Kuna maneno ambayo unaweza kuzungumza na huyu, hauwezi kuzungumza na huyu. kwa hiyo hiyo yote ni balagha pia, balagha inayonasibiana na, na hali yani hali ya mazingira. Mazingira hayo je yanalazimu kuzungumza maneno hayo, sio? Mfano, tuchukulie mfano, ukaitwa mathalan uende kusuluhisha mambo ya ndoa. Unaenda pale, unasoma aya za talaka. baada ya kusoma aya za sulhu Kwe, haa na hii hali yeah, nah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Au umeitwa sehemu ya kusuluhisha kesi kesi tu kama kesi nyingine hayo, tu una e, una uwa, unasoma aya za kulipiza kisasi kati ya huyu na huyu amegombana, unasoma aya za kulipiza kisasi unafikiri na nasibiana na hiyo hali kwa maana huyu walipize, lakini unasoma zile aya za kuombana misamaha kusameheana. C pia balagha inasibiana na, na azaman muda. Je, muda huo unazungumza, una maneno hayo yanaendana. Chukua mfano kipindi hichi, mbona vurugu zitokeze, yani unasoma aya za kuhamasisha vita, zinaendana kwa hiyo balagha haitaki hayo, yani balagha inasibiani na hayo. Kwa hiyo balagha inafungamana na muktadha al-hal na haya ambayo tuloelezea. Pia na al-makan same. Tunaingia sasa kwenye kuanza kitabu chetu ile kwa ni muongozo mfupi. <coughs> <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Anasema <Bismillahirrahmanirrahim. tos> ilmu ilmu al-balagha huwa ilmu jami'un lilfununi althalatha, elimu ya balagha ni ilmu ambayo imekusanya fani tatu: almaani, albayan na albadia. Imekusanya fani hizi ngapi? Tatu, na ndo ambayo tutakazisoma tafafanua kila moja baada ya nyingine.

Nakhtasiru minha lilmubtadii kama yali, tunazifupisha miongoni mwa hizo kwa yule ambaye anayeanza kama vile ifuatavyo. Nakhtasiru minha lilmubtadii kama yali, tunafupisha minha, miongoni mwa hizo kama vile ifuatavyo. Alkhabaru waanwauhu, khabari na aina zake. Tafana kila moja baada nyingine

kalami kila maneno yahtamilu sidqa wal kadhiba fihi, yana kusanya ukweli na uongo kusema ihtimali, bimaana kuwezekana, moja kati ya mambo mawili, ima hivi au hivi. Jambo ijambo lina ihtimali anaaha a le maana ya khabar nasema, yutraku fi hadha alfani, na inatumika katika fani ina hii. kullu kalamin, kila maneno yahtamilu sidqa walkadhiba fihi, yanakusanya ukweli na uongo ndani yake ay bimaana yasihhu, inasihi an yuqala liqailihi, kuambiwa msemaji wake wa hayo maneno innahu sadiq, kwamba kikee ni mkweli au kadhibun fihi, au ni muongo ndani yake. Yani hali zote zinawezekana, sawa. So, yasihu an yuqala liqa'ilihi, inasihi kusemwa kuambiwa yule ambaye aliyezungumza maneno hayo, innahu sadiqun au kadhibun fihi, kwamba hakika yeye ni mkweli au muongo ndani yake. Au ma yadkhulu fi lkalami, au ma yadkhulu fi lkalami alithbatu au nafyu au kile ambacho kinaingia katika maneno katika kuthibitisha au kukanusha. Ana nasoma fafanuzi wa hayo maelezo, anasema alkhabar sema ma yasihu an yuqala liqaili, habari ni ile ambayo inasihi kuambiwa yule ambaye aliyezungumza innahu sadiqun fihi au kadhibun, kwamba yeye ni mkweli ndani yake au muongo. Wakati gani atambiwa ni mkweli, wakati gani atambiwa kuwa ni muongo? Fa in kana al kalamu mutabiqan lil waqi, ikiwa maneno yamefungamana na tukio, yani yalivyozungumzwa na tukio lilivyotokea ndio hivyo hivyo, kana qailuhu sadiqan, hapo al aliyezungumza atakuwa ni mkweli. Sisi tu pamoja Wakati gani ataambiwa aliyesema maneno kuwa ni mkweli? Ikiwa yale ambayo aliyoyazungumza yanaendana na lilotokea, ataambiwa ni nini? Kwamba ni sadiq, ni mkweli. wa in kana ghayru mutabiqin la, ni ikiwa aliyoyazungumza hayafungamani na lilotokea, kana qailuhu kadhiban, inakuwa aliyazungumza hayo maneno ni nani? Mungu men hiyo ndiyo ni khabari, kwa hiyo ina ihtimali ya hali hizo mbili. Kwa wakati gani ataambiwa kuwa ni mkweli? Atakapozungumza nayoendana na lilotokea. Wakati gani ataambiwa kuwa ni muongo? Pale ambapo atakapozungumza kinyume na lilivyotokea. Pamoja na ndiyo maana hata maana ya ukweli kama vile wanavyoeleza wanachuoni kwamba ukweli ni kuzungumza uhalisia wa jambo namna lilivyo. hiyo ilikuwa ni maana ya, anasema au ma yadkhulu fi lkalami lithbatu au nafyu, au yale ambayo yanaingia katika maneno katika kuthibitisha au kukanusha. Mithlu, mfano, safara Muhammadun, amesafiri Muhammad. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni mkweli au ni muongo. Wakati gani tunasema ni mkweli? Eh, tutamwona, tuta kuwa ni muongo pale pale, tutamuona Muhammad mbona yupo mm. Tutasema yo muongo. Kwa sababu gani muongo? Kwa sababu maneno yako umeyazungumza na jambo ambalo halipo, meelewa mm. Yataalamu Ali anajifunza. Ali, wakati tutasema kuwa ni mkweli ikiwa Ali kweli tunamuona yule darasani, tunamuona yule anahudhuria darasani, anasoma. Ni muongo Ali, tunamuona mitaani asomi, inaonyesha uvivu na tunamuona analalala ta uvivu kwa hiyo ndio al khabar, maana ya khabari vivo vinafunguka. Tunakuja kwenye insha alinsha, wanasema kullu kalamin la yahtamilu as-sidqa wala al-kadhiba fihi, ni kila maneno ambayo hayakusanyi ukweli wala uongo ndani yake, yani haina ihtimali ima hivi au hivi la yasihu an yuqala liqailihi aisihi, kusemwa kuambiwa msemaji wake, annahu sadiqun au kadhibun fihi, kwamba hakika yeye ni kadhibun ni sadiq, mkweli katika alichokizungumza au ni muongo. Ai bimaana ma la yadkhulu fihi lithbatu wala nnafyu, yale ambayo hayaingiliwi ndani yake kuthibitisha au kukanusha. Wakati gani tutathibitisha? hapo kipengele cha juu hapo tuliposoma kwenye habari hapo aliposema ma yadkhulu fil kalam al ithbat aw al nafy. Tutathibitisha ikiwa limetokea kweli, tutakanusha ikiwa kama haijafanyaje haijatokea. Sio? Tumefahamu? Ndio. mm hapo -hmm. Aliposema kwamba ai bi maana ma la yadkhulu fihi al ithbat wala al nafy, kile ambacho akiingilia ndani yake kudhibitisha wala kufanyaje mm -hmm. kukanusha Mithlu, mfano, udkhul, nakwambia, kwambia wewe udkhul, utaniambia wewe mwongo. Eh na, eh bwana ingia. <laughs> wewe umeongoka, si umeelewa? Au umesema kweli, si umeelewa? Eh. <hihim> safir, safir, nakwambia safiri Ah, umesema kweli, naweza kusema safiri, yaani aina ya ihtimali ya kweli wala uongo. Unaelewa? Eh. Hal Muhammadu ja? Je, Muhammad amekuja? Wewe mwongo, hena kuuliza na wewe mwongo. Si unaelewa? Eh, uwezo kusema hivyo. Kwa hiyo ana ihtimali huko wala huko. Hiyo ndio inaitwa nini? Insha. Je, Muhammad nakuuliza je, je umekula? Ah, wewe mwongo, au umesema kweli sasa ndo nini wewe? Mimi nimekuuliza jibu, kweli au sio okay? Nimekuona au amekuja. Umeelewa tofauti kati ya khabar na insha? Ehe. Mm-hmm. <laughs> La tadribe. Usipige. Unaweza kaniambia wewe umeongopa? Au umesema kweli unaweza kusema hivyo? Nakwambia usipige, naambia umeongopa, sasa nimeongopa nini? Nakwambia usipige. Sio mmeelewa? Nukta kama hiyo inaitwa insha. Amma, maelezo mengine nasema insha huwa ma la yasihu an yuqala liqaili innahu sadiqun fihi au kadhib. Ni lile ambalo haisihi kuambiwa aliyesema hayo maneno kwamba yeye ni mkweli au mwongo. Fa idha qala al abu li waladihi, pindi baba atakaposema kumwambia mwana utlubil ilma, tafuta ilmu, ndio mtu akakwambia tafuta ilmu au hal anta musafir au je umesafiri? Fahal, fahal tastati'u huna an taqul, je hapo unaweza kusema kwamba innahu sadiqun au kadhibun? Uwezo kusema hivi? Mtu anakuambia tafuta ilmu, na ndio awe mwongo bwana au mkweli? Kwa pamoja, anasema dhalika, haiwezekani. Yeye alikuwa ni habari na nini. Naisha. Anasema alkhabaru bitafsil, khabari kwa upambanuzi. Maana sasa anakichambua kipengele kimoja baada ya kingine, anasema alkhabaru bitafsili kama dhakarna, khabari kwa upambanuzi kama vile tulivyotaja. Kullu kalamin yahtamilu as-sidqa walkadhiba fihi, ni kila maneno ambayo yana ihtimali ya ukweli na uongo ndani yake a yuqalu liqa'ilihi maana usemwa kuambia kuambiwa msemaji wake, inna usadiqun au kadhibun fihi, kwamba ni mkweli au muongo ndani yake, kama vile tulivyo tulivyoeleza. Wakati gani wakati gani? itasemekana kuwa ni mkweli wakati gani itasemekana kuwa ni muongo. wa yanhasiru alkhabaru ila jumla na inadhibitika khabari katika jumla, nasema fi'lu wa fa'il Khabar inathibitika kwa fi'lu wa fa'il, kitendo na mtendaji au fi'lu wa naib al-fa'il au kitendo na naibu wa mtendaji. Tunasoma naibu al-fa'il naibu wa mtendaji, sawa sawa, sawa. Kana al-fi'lu muthbatan <coughs> au manfiyan, sawa, kitendo kimekuwa ni kimethibitishwa au kime kimekanushwa. Kimethibitishwa kama itakuwa kilichotokea ni kweli, kimekanushwa kama itakuwa kilichotokea sio kweli. Nahu mfano qama zaidun, amesimama zaidi. Yaqumu zaidun, anasimama zaidi. Dhuriba zaidun, amepigwa zaidi, inakuwa ni naibu fail, amepigwa zaidi, kwamba naibu faili inabidi vipatikane vitu vitatu: kitendo, mtendaji na mtendewa. Kwa tunapomuondosha mtendaji anabaki kitendo na mtendewa. Jaa zaidun amekuja zaid, lam yakum zaidun haja simama zaidi. Ena ma, majaa zaidun, hapo majaa zaidun, lam yakum zaidun, hapo nini? Annafi nakanusha

la'alla wa laita wa asha isipokuwa katika vipengele hivyo, kwa sababu miongoni mwa akhawatu inna akhawatu inna ni la'alla na laita na nini na asha. Kwa isipokuwa hizi hadi hizi adawatu min bab al insha adati hizi zinafungamana na insha sawa. Eh, hapa tunasoma habari, lakini hizi hapa zinafungamana na insha, ambayo insha itakuja mbele hapo. Dhanna wa dhanna wa, wa akhawatuha pia, dhanna na ndugu zake ambao dhanna ni katika kitendo ambacho kinanasibisha mafuuli wawili wawili, na kwa mfano dhanantu zaidan, ukasema hivyo nimemdhania zaidi. Dhanna wa akhwatu ni katika vitendo ambavyo vinanasibisha mafuuli, dhanantu zaidan aliman, nimemdhania zaidi kuwa ni alim.

Ah inshallah tutaishia mtakuja kusoma gharadul khabar. Kwa nini unatoa habari? Lengo lako nini? Kwa pamoja eh kwa inshallah tutakuja kuanzia hapo katika darasa ijao kwa fani muraja na mtakuwa mmehifadhi. Ah na somo mmehifadhi. Eh kwa tuko nasikiliza kabla ya kuanza kipindi kingine. Na sallallahu alayhi wasallam.